Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasul allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wabarik ala muhammadin wa ala ali muhammad. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kutujalia kufika maeneo haya na sisi kusema mawili matatu kwa sababu sisi ni wanadamu na tumeitwa wanadamu kwa sababu wingi wa kusahau, lakini jambo ambalo limetufanya tuje ni kukumbushana baina sisi wanadamu, yaani kwa nini tupo katika maisha haya ya duniani. Hilo jambo tumejisahau sana, na kwalo hilo jambo, kuna watu wanafikiri wamekuja duniani kutafuta hela, kuna watu wanadhani wamekuja duniani wao kuangalia tu maisha ya dunia yanavyokwenda. Kuna watu wanadhani wamekuja duniani kufanya starehe tu. Basi, nataka nikwambie, ondoa katika dhana lako hilo jambo. Mungu hakukuleta duniani kuja kufanya chochote isipokuwa kwa kuleta duniani kwa sababu ya kufanya ibada, na kwa bahati mbaya ndugu zangu niwaambie, mwanadamu anaenda anafika mahala ule umri wake baada ya kumalizika wa maisha ya duniani, anakwenda katika mwana wandani, wa ndani, kisha anasubiri kufufuliwa siku ya kiama akalipwe kile ambacho alichokifanya. Wewe unamwona mtu katika dunia anajimwambafai, anajisikia kwa sababu ana hela anajiona kwa sababu ana hela kubadilisha mboga akiamka asubuhi, ana V8 mchana akapanda Prado. Yani ye kila muda ana mpango wa kubadilisha magari, usipate naye tabu. Kwa nini? Maisha yake ni ya hapa hapa duniani, huko hatuendi na hivyo vitu. Ridhika kula ugali na dagaa, lakini mwabudu Mola wako, kaishi vizuri unapokwenda duniani sio mahala pa kustarehe wala asikudanganye mtu. Kama dunia ingekuwa mahala pa kustarehe basi angejiwekeza Bwana Mtume Muhammadi kwa kujilimbikia mimali. Mtume anakufa na kufa hana kitu. Ndugu zangu mi nataka niwaambie, wallahi wabillahi watallahi, ukifeli kutafuta pepo katika maisha ya duniani Yani hapa wakati unapumua ukashindwa kufanya ibada kwa sababu ya kutafuta pepo, wallahi ukifa hakuna mahala pa kutafuta pepo. Hakuna besti luza baada ya kufa. Yani kimetokea kiti cha peponi kimekaa vibaya, ndo Mungu anakuambia wewe, mjinga mjinga, kajaze kile. Hakuna. Ukifeli katika maisha ya dunia kutafuta pepo Umeferi na maisha yako ya akhira kwa nini? Mtume anasema adunia mazraatul akhira, dunia ndiyo shamba la kuelekea akhira. Hapa tulipo sisi sote hapa tunavuna. Sasa hizi tunavuna tena, kwa mafundisho ya bwana Mtume Muhammad anasema, sasa hivi malaika wanapanda wanakwenda kwa Allah, kisha Mungu anawauliza mnatoka wapi? Wanasema tunatoka Iringa katika viwanja vile vya Mwembe Togo pale, Mungu anauliza kuna nini? Kama ajui vile. Yaani Mungu anatufanya kama vile watu wa mazinga ombi wanavyokuja shuleni; anashika karatasi, afa anauliza hii nini? Kwani yeye ajui kama ile karatasi? Mpaka anatuliza sisi, yeye ajui kama karatasi. Malaika anamwambia tunatoka katika hivyo viwanja. Mungu anawauliza kuna nini? Malaika wanasema ya Rabbi, tumewakuta waislamu wamekaa na kusimama wanakutaja wewe. Mungu anawaambia hawajui saizi kwamba mipira inachezwa huko? Hawajui saizi wanatakiwa wewe majumbani kwao? Nini shida yao mpaka sasa hivi wapo katika viwanja? Malaika wanajibu wanasema, ya Rabbi, hao wanataka pepo yako na wanataka msamaha wako. Malaika wanamuuliza tena, yarabi, wanahitaji vipi pepo hali ya kuwa hawajaiona? Maana ukisema nataka ile nyumba, sharti umeliona. Nataka lile gari, sharti umeiona. Sasa vipi wanataka pepo hali ya kuwa hawajaiona? Au Waislam, kuna mtu ataki pepo? Waislam, kuna mtu asiotaka pepo? Kama kuna msikiti mmoja, sheikh baada ya kumaliza swala, akainuka akasema wanaotaka kwenda peponi wote wasimame. Msikiti mzima ukasimama, mtu mmoja kabaki shakona, labda atakuwaje, nielewa. Akauliza tena, wale ambao wasiotaka kwenda motoni wote wasimame. Msikiti mzima ukasimama, yule bwana kakaa tu chini. Huyu bwana vipi? Akamwambia bwana, e peponi hujasimama Kutotaka kwenda motoni ujasimama, wewe unataka kwenda wapi? Akasema mimi nataka kwenda nyumbani <laughs> akili akili. Sasa inawezekana kuna watu tunao hapo, ukiwauliza wao, oh, hawataki pepo wala moto hapo, eh? unakuwa msiba Malaika wanamuuliza ya Rabbi, vile ulivyoisifia pepo na vile alivyoisifia mtukufu wa daraja Bwana Mtume Muhammad, wanatosha kuwa wameiona, wanaomba uwasamehe madhambi yao. Mungu anawaambia malaika, washukieni katika hivyo viwanja, tanueni mbawa zenu, wapepeeni walioko katika viwanja. Waambieni mimi Mungu nasema, kuanzia sasa hivi nimewasamehe madhambi yao yote. Malaika anamwambia ya Rabbi, umewasamehe wale kwa sababu wanakutaja wewe na wanasikiliza mawaidha, lakini katika ule mkutano ule kuna mtu anaitwa Juma, hajaja kusikiliza mawaidha, hajaja kwenye dua wala hajaja kwenye nini, kaja pale, kuna mtu anamdai akimpigia simu apokei, akaenda nyumbani nawambia watoto mwambieni nimetoka, lakini yule anayedaiwa hayapiti mawaiza isipokuwa yupo mpaka dua la mwisho. Sasa bwana Juma akakaa karibu na mdeni wake, nikimalizika dua mkamate mkono elangu vipi. Malaika anamwambia Rabbi, vipi? yule naye anaingia kwenye msamaha wa dhambi? Mungu anawambia na huyo mwambieni, nimemsamehe dhambi zake Yaani, hata kama uko hapa haupo, kwa sababu ya kusikiliza mawaidha, haupo kwa sababu ya kumtaja Mungu, haupo kwa sababu ya dua, lakini kwa sababu umekaa mahala ambapo Mungu anatajwa, na wewe Bwana Juma umesamehewa dhambi zako. Eh, kila ini kabisa, tumesamehewa dhambi wote. Kwa nini? kwa sababu tuko mahala ambapo Mungu anatajwa. Wewe ukitaka kuokoka katika maisha yako, lia sana na mwenyezi Mungu. Yaani ukilia sana na Mungu, Mungu anakuokoa katika maisha yako. Hata ndugu yangu mdogo wangu, dunia anamwambiaga ana mtindo, analala sana, nikamwambia we lia sana na Mungu. Unajua juzi wakati anakuja gari kushuka Iringa akalala, limemshusha Makambako, ana usingizi mzito sana na Mungu. Kwa nini? Kwa sababu kumtaja Mungu ndo kunaokoa. We chagua uradi wako mmoja tu kwamba mimi la ilaha illa llah la ilaha illallah, wallahi wa billahi wa tallahi Mungu anakufungulia mambo yako. Msome Yunus wa alayhi salam. Tapiga tu Yunus alipowalingania watu wake wakakataa watu wa Ninawi kila kiwatangazia dini ya Mungu hawataki wa, kila kiwatangazia Mungu hawataki wa, akaenda kushtaki kwa Mwenyezi Mungu, Mungu akamwambia naleta adhabu katika huo mji, abaki mtu yoyote Yunus. Wakaja akawafata watu wake akawaambia, jamani, sikilizeni Mungu analeta adhabu siku fulani, tarehe fulani, adhabu itafika ile siku inataka kukaribia watu wanaona zile dalili. Wale watu wakaamua kutubu kwa maana, wakakusanya wazee, wakakusanya watoto, wanyama, alafu wakawapeleka katika uwanja wa mpira. Walipowapeleka katika uwanja wa mpira, wazee wakalia sana, watoto wakapigwa, wanyama wakalia sana, alafu wakamwambia, Rabbi, tusamehe macho kupitia machozi ya viumbe wako. Mungu, akushusha adhabu Mungu anaga bifu za kuendelea ukimwasi, ukimwomba msamaha na kusamehe. Baada mambo yale, Yunus akikaa adhabu haiji, na pale mfalme kaweka sheria ukisema jambo alijatokea unauawa. Yunus akaamua kukimbia kwa sababu mbili, ya kwanza wale watu hawatomwamini tena, kwa sababu kawaambia kuna adhabu, adhabu amna. La pili atauawa Akapanda jahazi akawa anaondoka, nyi watu wao huku jahazi hamlijui, na ndio maana hata juzi lile gari linalopita na lile boti lile linapelekwa Mwanza, mlijaa barabarani mkamnatazama, boti ndo nini? Hamjui huku boti nyi. Tuulize sisi watu wa pwani, nikamwambia ndege akasema, sisi tunapanda jahazi lile tuone maji. Kambia, nyi nyi bahari mnaijua nyi, tutapanda hilo hilo. Sasa lile jahazi linakuwa na tambala mbele linapigwa upepo ndo linaenda kwenye maji. Sasa ile maji yana mawimbi sana. Basi Mungu akajalia siku hiyo tunasafiri hakuna upepo hata kidogo. Yaani mawimbi hakuna. Wahadhiri wanachukua maji huku wanachezea huku wanachezea huku, ndo usafiri bwana. Wewe, Shafii unaongopa tu, ndo usafiri bwana. Mimi nikakaa pembeni nika na muomba Mungu, ya Rabbi, lete lete upe, upepo kidogo, naonekana muongo. Mungu akuleta ule upepo. Basi tumefika kule, tumefanya muhadhara kama mwezi. Nawauliza wakati wa kurudi, mtapanda nini? Wakasema lile lile jahazi. Upepo ukabadilika ukawa kusi. Ah, mbona palichimbika pandalini pale! Namfuata mmoja mmoja masikioni, leo ndo utajua bali mwanamme au sio mwanamme. Wakanambia we muongo. masaa mawili madogo na machache, zilipigwa wimbi kama tatu, zote ndani, wanafuta tu Tumetembea kidogo wimbi kama tano, naoza akainuka, akasema ombeni dua, tutakufa kweli. Kuna shehe alipiga kulu Allahu mpaka kawaamalizi. Usicheze nakufa ujue. kul huwa Allahu ahadu Allahu swamadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahadu kul huwa Llahu ahadu Allahu swamadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahadu Mwisho akamaliza kuhu, ahadu ahadu ahadu uko maliza niacha bwana ahadu, ahadu. Usicheze na kufa. Kuna mzee mmoja alikuwa na tenga zake za samaki wa kukaanga kama tano naitakisiju kuuza, alipoona tunakaribia kufa kainuka kwenye jahazi, Waislamu, eh, gawaneni samaki nimetoa sadaka. Yaani sadaka inatolewa kipindi cha kufa. Watu tukaombaomba dua tukafika kisiji salama. Angalia Waislamu nao walipokuwa na wali nongwa, baada ya tuswali rakaa mbili kumshukuru Mungu watu wanawai matenga ya samaki wanakata wanagawana. Mzee kainuka na upanga, Waislamu mbona si waelewi hapa. Tukawambia si ulitupa kule ndo tunagawana, akasema kule kufa, nitaua mtu hapa <laughs> tusemeni inshallah. Kwa hiyo sasa hivi ni waombe Waislamu, kesho tukatangaziane, na kesho tukija hapa insha Allah tutakuwa na dua ya ufunguzi, lakini kila mtu atakuja na maji yake kutoka nyumbani kwa ajili ya dua. Beba maji yako, njoo nayo shea, atayafanyia dua insha Allah, na utaondoka nayo hapa kwenda kuyatumia. Kwa uwezo Allah tutapata afueni. Tusemeni insha Allah. Kwa hiyo leo, Waislamu, kesho saa tisa tutaanza, na tunaomba kila mtu akitoka hapa amsimulie mwenzie, kwa sababu tuna siku chache. Leo ni ufunguzi tu, lakini kesho ndio mahala ambapo tutasema sana. Kwa hiyo ukitoka hapa, kamhadithie mwenzio kwamba kuna muhadhara pale wa baadhi ya masiku. Muhadhara wetu kesho tutafanya mkubwa sana, tutatoa mawaidha sana lakini tutafanya dua kubwa sana kwa uwezo wa Mungu, tuseme inshallah. Baada hapo, nirudishe kipaza sauti kwa mwenyekiti, ili ampe Sheikh Shaban Muhoro kwa ajili ya kutufanyia dua. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, inshallah, kabla ya kutawanyika kesho, tunaomba tuje na maji maji ambayo yao katika chupa kama hii eh. Hii hapa hii. Kesho kuna dua nzito kabisa ambayo itakayofanyika katika maji yako hayo utakaokuja nayo kwayo hapo ulipo hapo. Kesho jiandae kuja na maji yako. Sheikh Shabani Mohoro ndio tuhitimishie utu, utu, hadhara yetu kwa dua fupi ya leo, insha Allah insha Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, tunakwenda kuongea na Mwenyezi Mungu basi lazima tuweke adabu na taadhima katika kumwomba. Tukae vizuri yule